Dada, una kitu gani ambacho ni kama surprise ambacho utakuja kumsurprise mwanaume wako au mume wako atakayekuja kukuoa? <laughs> Huna? <laughs> huna nini ambacho utakuja kumsurprise mume wako ambacho mwanaume wako atakayekuoa atakuja kusema eh, kumbe wanawake wa namna hii bado wapo? Kitu gani hicho? Bikra huna? <laughs> Akili huna? <laughs> Sasa nini ambacho kitakufanya uheshimike kwa mume wako? Kama bikira huna, akili huna, eh, uvumilivu huna, siri huna, kitu gani? Na ndio maana hamheshimiki. Wanawake wengi hamuheshimiki kwenye ndoa zenu, kwa sababu hamna vitu ambavyo mnaenda navyo kwenye ndoa ili waume zenu wawaheshimu kupitia hivyo vitu mwanaume hawezi kumheshimu mwanamke ambaye alimkuta kashafumuliwa. Siwezi kumheshimu hata siku moja mwanamke ambaye alishindwa kujitunza, nilimkuta tayari kashaharibiwa. Siwezi kumheshimu hata siku moja, siwezi kukuheshimu malaya wewe. Sasa wewe, kazi kwa lalamika tu. Wanaume watupende au watuheshimu? Wanafanyaje? Hawapendi wala hawaheshimu kwa sababu hamuingii kwenye ndoa na vitu ambavyo vitawafanya wawaheshimu. Sasa nilikuta ushatumika, nikuheshimu kwa kipi? Basi sawa, nilikuta umetumika, basi uwe na akili akili pia nazo huna. Ndoa yako inasimamiwa na ndugu, ndoa yako inasimamiwa na marafiki, chochote kinachotokea kwenye ndoa unapeleka nje, chochote kinachotokea kwenye ndoa unapeleka kwa wazazi, chochote kinachotokea kwenye ndoa unashirikisha watu ambao hata hawaeleweki, wanakupoteza. Akili huna, ungekuwa na akili, ndoa yako usingeianika ovyo hivyo. Basi sawa, nimekuta umetumika na akili huna, basi uwe na siri. Siri pia nazo huna. Sasa na kuheshimu kwa kipi? kumtunzia tu mume wako siri huna. Kitu kidogo kitokea kwenye ndoa ushaambia marafiki, ushaambia ndugu. Sasa wewe unaambia watu wewe, oh, mume wangu mbovu, sijui mume wangu hana nguvu. Sasa ukishaambia marafiki ndo mume wako atakuwa mkamilifu, atakuwa na nguvu? Ukishaambia marafiki si unamdhalilisha? mume wangu sijui kimoja chali, haya <laughs> umeambia watu mume wangu kimoja chali. Sasa ukisharudi nyumbani ndio wataenda raundi ngapi? Si umeshamwaibisha mume wako tayari? Bikira huna, akili huna, siri huna. Sasa mume wako pende kwa kipi? Aya ay, basi hivyo vyote umekosa. Basi uwe na uvumilivu. Na uvumilivu pia huna. Kitu kidogo tu mmegombana na mume wako ushatafuta mchepuko. Kitu kidogo tu mmegombana na mume wako ushakimbilia kwenu. Kitu kidogo mmegombana na mume wako ushatoroka. Kitu kidogo mume wako kakosa hela ushamchiti kwa wanaume wengine. Sasa upendwe kwa kipi? Kipi? <laughs> Kipi ambacho mume wako kitamfanya akuheshimu? Hakuna. Ndio maana mpendwi, inatakiwa uwe na kitu special ambacho unasema nikimuonyesha mume wangu kwa bidii hiki kitu lazima ataniheshimu. Na mume wako akisema huyu mwanamke ana kitu fulani hivi, ana akili. Na kwa karne hii kumpata mwanamke mwenye akili ni kipengele akiwa peke yake. Au huyu mwanamke nilimkuta amejitunza, kwa hiyo ananiheshimu. Sasa nikimwacha kumpata mwanamke mwingine ambaye nilikuta amejitunza kama huyu mwanamke ni kipengele. Sasa alikuta ushatumika eh. Alikuta akili huna eh, aseme huyu mwanamke mm, uh, uh, ana uvumilivu. Mda mwingine hata nikikosa pesa nikikosa nini ananivumilia, ananiombea eh, mda mwingine ananipa mpaka ananiongezea akili, ananiambia fanya hivi fanya hivi nikifanya kwa mambo ya natiki kwa hiyo nikimwacha huyu mwanamke ambaye ana uvumilivu na, na, na ana akili si sitampata mwingine. Lakini wewe hivyo huna. Sasa upendo kwa kipi mjinga wewe? Uzi upendo kwa kipi kwenye ndoa? Ndio maana ndoa zinawashinda kwa sababu akili hamna, mlikutwa shatumika, uvumilivu hamna, mna tamaa. Hamwezi mkakaa kwenye ndoa kwa staili hiyo msipokuwa na vitu special. <laughs> Kipi ambacho kitakuwa kama surprise kwa mume wako atakayekuoa, wewe dada unayenitazama, kitu gani? Hebu niambie. Je, una akili? Una uvumilivu? Una eh, yeah? Umejitunza au una kitu gani ambacho ni kitu special kwa mwanaume atakayekuoa, ambacho hujampa mwanaume mwingine yoyote, ila ni cha mwanaume mmoja ambaye atakuoa, ni cha mwanaume mmoja peke yake ambaye atakuwa mume wako, ndio utakayempa hicho kitu. Kitu gani? Huna? <laughs> <laughs> e, una, <laughs> una. Wengine mpaka mnaingiliwa kinyume na maumbile yani, biki ambaye amepoteza mepoteza nyuma amepoteza. Sasa wewe wewe utakuwa mke wa nani? mwanaume anayempenda mwanamke hawezi kumfanyia hicho kitu, na mwanaume anayemfanyia mwanamke hicho kitu cha ufilauni ni mwanaume ambaye akili zake hazijakaa sawa. Swali langu, kitu gani ambacho ni kama surprise kwa mwanaume atakayekuoa wewe, dada unayeniangalia? Kitu gani ambacho ni special ambacho umemwandalia mumeo atakayekutolea mahali? Kitu gani? Hata kama mwanaume mwenye hela, unalinga tu na mashepu minyama hiyo tu. Sasa ina shida gani minyama? Sasa hivi kila mdada ana shepu. Sasa wewe unalingia shepu, watu hawaoi shepu. Waulize wanaume walioingia kwenye ndoa na wanawake kama bado wanaangaliana sura na shepu? Waisha hamaga huko kwenye handsome, waisha hamaga kwenye sura, wako wanaangaliana tabia na matendo. Sasa wewe jichanganye, unaoa mwanamke kwa sababu eti ya ngono? Hiyo ngono utachoka ndani ya wiki. Oa mwanamke ambaye ana akili, anakusikiliza. Sasa wewe unalingia shepu, watu hawaoi shepu. <laughs> Nijibuni swali langu.